Hey, mambo vipi, karibu sana. Tunaendelea na kujifunza JavaScript na video hii ya leo, tutakwenda kujifunza aina nyingine ya operators. Baada ya kuangalia video iliyopita kuhusiana na bitwise operators, leo tunaangalia kuhusiana na logical operators. Ni miongoni mwa operators muhimu sana kuweza kuzifahamu, na nimeona sio mbaya tukiweza basi kuzipitia na kupeana mifano tofauti tofauti ili kila mmoja wetu aweze kufahamu aina hizi za logical operators ambazo zipo na utakuwa ukizitumia mara kwa mara katika kodi zako. Sasa logical operators, kikubwa ambacho inafanya pale ambapo unatumika ni kuweza kufanya maamuzi, kurudisha jibu la true ama false. Mara nyingi zinatumika kwenye ifu statement au conditions. Na maanisha nini? Zipi hizo ambazo naziongelea? Muda sio mrefu, kupitia video hii utaweza kuzijua vizuri tu kwa kupitia mifano mbalimbali mbali. so tuangalie sasa aina mbalimbali mbali za logical operators ambazo tupo nazo. Kama unakumbuka katika bitwise operators tuliweza kutumia hii, sign hapa, hii, symbol hapa. Na tukasema hii ni aina ya bitwise operators ya and. Na tukaona jinsi ambavyo inafanya kazi sasa. Huku katika logical operators, pia tunatumia hizi symbol lakini sasa zinakuwa ni mbili zinapokuwa mbili tu hivi, inaitwa kama ni and logical operators, aina ya kwanza ya logical operators ambayo inatambulikana kama ni and, na uandishi wake tunatumia hizi symbol mbili kama hii ambayo unaona kwangu kwenye screen hapa. So na kazi kubwa ya hii aina ya logical operators ya and ni kuweza kurudisha true endapo masharti yote mawili yatakuwa ni true endapo sharti la kwanza litachekiwa litaleta jibu la true, likachekiwa na sharti la pili likaleta jibu la true, hapo tunaenda kupata true. Ikitokea tu sharti moja ni false, jingine ni true, hapo tutapata false. Yote yakiwa false, hapo tutapata false. Wacha niweze kuonyesha mfano mdogo. Let's say tupo na variable yetu ya age ambayo ni sawa sawa 20 lakini pia tupo na variable nyingine hapa, je, ana id, has id, tuweke ni sawa sawa 20 na true ndio ana id. Tutengeneza if statement yetu ili kutengeneza logic ambayo huyu mtu ataruhusiwa kuingia ndani endapo tu kama atazidi miaka 18, lakini pia atakuwa na kitambulisho. Akiwa tofauti na hapo, hatuweza kuruhusiwa kuingia ndani. So if kama kawaida tumeshajifunza kutengeneza 18 tayari tumeshajifunza aina hizi za operators greater than or equal to na jinsi ambavyo zinafanya kazi. So, tunaweka and operators zetu, ambao hii ndio logical operator tunaojifunza hapa ya kwanza has id takufahamisha jinsi ambavyo zinafanya kazi. So kama ni hivyo basi console dot log huyu anaruhusiwa kuingia ndani. Allow to enter. Simple else endapo condition yetu imeleta jibu la false basi ije katika else huku na iweze kutoa ujumbe huu, console.log not allowed to enter. Not allowed to enter. Or let's say simple to not allowed. So kama unavyoona hapa, imemaliza example yangu na tumeona hapa katika console ujumbe uliotoka ni allowed to enter. Kama ni hivyo, naacha niweke spelling vizuri allowed to enter. Kama ni hivyo, maana yake hapa tumepata true na hapa tumepata true. Na ndio maana tukaingizwa humu katika if statement yetu na ikatoa ujumbe huu. Haikuja huku katika else. Sasa endapo hapa mfano hii miaka tuweke 15. Sawa ana ID lakini ana miaka 15, imetoka not allowed, kwa sababu tukitumia hii logical operators aina ya and lazima condition hii ya kwanza ilete true na condition hii ya pili ilete true. Ili basi hapa iweze kuingia ndani tupate jibu la true. Endapo hii ni false kama mfano huu tulivyoona hapa, 15 sio kubwa ya 18. Kwa hiyo hapa imeleta jibu la false. Lakini hapa imeleta jibu la true. Kama kuna end operators ambao tumetumia hapa, basi hapo haitoweza kuleta jibu la true na italeta false, na ndio maana haikuweza kuingia humo ndani ikatoa ujumbe huu. Instead ikaja katika else na ikatoa ujumbe huu not allowed kwenye console yetu. Natumai utakuwa umeweza kuielewa hiyo end operators operators, logical operators inavyotumika. Lakini kuna o oh, kama kule tulivyoona katika ile bitwise operators. Sema huku zinabadilika na huku ndizo hizo ambazo zinakuja kuitwa logical operators. Katika bitwise operators, kama unakumbuka, tuliweza wacha niweze kuonyesha hapa, tuliweza kutumia hii slash ambayo imesimama lakini ni moja, tukasema hii ni o operators katika bitwise operator, lakini huku sasa katika logical operators tunazitumia hizi kama ni mbili na ni kama hivi ambavyo umeona hapa nimeandika. So kwa mfano, let's say tupo na variable yetu ya is admin sawa sawa na false, then tupo na variable nyingine let is moderator sawa sawa na true. Angalia utofauti uliopo baina hii o oh, logical operators, na ile end tuliotoka kujifunza hapa logical operators. So if statement yetu is admin, then tutumia hii logical operators ya or is moderator. Basi, iweze kutoa ujumbe huu. Nakosea spelling hapa is moderator. Console.log access granted lakini ikitokea sasa ni false. Basi ije katika else naitoe hapa console. Dot log. Access. Denied. Simple. So ukiangalia katika console yangu hapa kwenye browser unaona kile ambacho kimetoka kwanza, is okay, imekosea spelling. Moderator, yeah, moderator access granted ni kweli kwa sababu hii. oh, kikubwa inazingatia itarudisha kama ni true endapo ikiwa sharti moja tu limeleta jibu la true. Haijalishi, sharti moja tu likiwa true, basi itarudisha jibu la true, tofauti na and, lazima masharti yote yawe true. Na ndio maana hapa is admin kumbuka, ni false, lakini is moderator, moderator ni true. Kwa hiyo false na true, kwa kutumia hii operators ya and inaleta true, na ndio maana ikatoa ujumbe huu hapa lakini zingekuwa zote ni false hizi let's say, na hii ingelikuwa ni false, moderator pia sio moderator, ingeleta jibu la else huko ambapo ni access denied. Nadhani utakuwa umeelewa kuhusiana na hii and i mean or operators, na tofauti iliyopo baina ya or operators na and operators. And operators, ili jibu lije true, lazima sharti la kwanza liwe true na la pili liwe true. Lakini katika huku or operators, sharti moja tu ilikuwa true, nyingine ilikuwa false, bado inaleta jibu la true. Ikiwa true na true inaleta jibu la true ikiwa false na false, inaleta jibu la false. Lakini ukiachilia aina hiyo ya logical operators ya or, pia tupo na not, aina nyingine hiyo ya logical operators ambayo tupo nayo. Na hii inatumia exclamation mark kama ndio symbol ya kurepresent not logical operator. Na kikubwa ambacho inafanya ni kuweza kubadilisha true kuwa false, na false kuwa true. Mfano, let's say, tupo na variable yetu hapa, is login sawa sawa na false. Haja login huyu then tutengeneze if statement yetu hapa simple tu, tuandike not, tunatumia hiyo logical operator yetu ya not is login, basi iweze kutoa hapa console.log, tumwambie please login fast. Simple. Sasa ukiangalia katika konsoli yangu kwenye browser hapo, unaona imetoka huu ujumbe please login first, kwa sababu hapa imeleta jibu la true, na ndio maana ikaingia humu ndani na kuexecute hii statement yetu hapa. Sasa vipi ambavyo hii not imefanya kazi hapa? Tambua mwanzoni, is login variable yetu tumeassign kama ni false. Sasa kwa nini hapa imeleta jibu la true? Kwa sababu ya hii not. Nimekuambia not inachofanya ni kuweza kubadilisha kama kitu ni false kinakibadili kuwa ni true. Kwa hiyo hapa hii ni true sasa hivi, hata kama huku tuliasign ni false, lakini tumeweka hii logical operators ya not imekuwa ni true instead ya false, na ndio maana ukatoka ujumbe huu. Lakini ikiwa hapa ni true, maana yake hautotoka huu ujumbe. True kwa sababu tumetumia not na kinyume cha ja true ni false. Kwa hiyo not true, maana yake sio kweli ni false, na ndio maana kwenye console hakujatoka chochote kitu tulivyobadilisha hapa na kuweka true. Hiyo ni not unatumia hii exclamation mark. Very simple, natumai utakuwa umeweza kunielewa so, ni aina tatu hizo za kuweza kuzizingatia sana katika logical operators: And, or, and not. Wacha tuweze kufanya mfano wa kutamatisha hii logical operators video hii ya leo ambao utakusanya basi hizi zote ambazo tumezipitia hapa. Kwa hiyo, let's say, tupo na variable ya username ambao ni sawa sawa, let's say Muhammad, kisha basi tupo na variable nyingine ambayo ni ya password. Nataka nikuonyeshe hata katika real world project jinsi ambavyo zinatumika hizi logical operators na zina, zinavyofanya kazi 1 2 3 4 5 then tutengeneze if statement yetu, if username ni sawa sawa. Unakumbuka hii operators ambayo nimeitumia hapa equal tatu. Kama haukumbuki rudi tena katika video ambayo tumejifunza aina hizi za operators. So, equal tatu ni Muhammad. Tunapotumia equal tatu, maana maanake iende ikaangalie usawa kuanzia data type hadi kile kitu chenyewe. So natumia hapo operators, logical operators ya and. So, and. Then, password ni sawasawa pia na one, two, three, four, five. Kama ni hivyo basi iweze kufanyaje iweze kumtolea just a message. console.log tumwambie hapa login successful na hapa nimeweka just a message lakini in real world project unakuta hapa ndo anapelekwa katika dashboard yake na kuweza kuona data zake huyu user lakini else iweze kufanyaje else just a message imwambie console sorry console.log login failed takuwa amekosea password ama username. So baada ya hapo, wacha tuoneshane na mfano wa kutumia o, lakini kwanza tuangalie huu wa kutumia and logical operators, kama hivi ambavyo unaona tumeweza kuangalia je user huyu Muhammad, password yake ni hii, na hivi vitu unakuwa ukiwa katika real world project unavuta kutoka katika database. Mfano katika ile form user ameingiza Muhammed ameingiza na kwenye sehemu ya password 12345. Sasa wewe unachokwenda kukifanya, unaona hapa tumeweka hi hii username, maana yake hii ndio ita represent hii. Kwa hiyo sasa hii imetoka katika form hii hapa. Sasa ni data ambayo utakwenda kuichukua wewe kutoka katika database na kurelate sasa. Je, username hii ipo katika database yetu? Kama ipo, na je password ya hiyo username hii ni hii 12345? Kama ni true itatoka hii login successful. Kama ni false itakuja huko katika else itatoka login failed. Very simple. Just a logic tu ni kupangilia mwenyewe na kucheza na data zako kwa kutumia hizi logical operators na aina nyingine za operators ukaweza kutengeneza logic mbalimbali katika mifumo yako. So, hiyo ni and the way inapotumika na lazima hapa katika and iwe hii ni true na hii ni true ili iweze kuingia ndani. Kama ikiwa moja tu ni false haitoweza kuingia ndani. Lakini pia tumefahamishana kuhusiana na or, oh, operators logical operators, wacha tuachane nayo. Nitakupa kama ni assignments kwako uweze kufanya mfano wa kutumia or logical operators kama nilivyokufahamisha hapa, lakini pia na not logical operators, jinsi ambapo zinafanya kazi. Kwa kumalizia na kutamatisha video hii leo, fahamu kuwa hii and logical operators inatumika pale ambapo masharti yote yanatakiwa yawe sahihi, true and true lakini or operators zinatumika pale ambapo angalau basi sharti moja liwe sahihi, kifanyike kitu fulani. Haiwezi kuwa masharti yote sio sahihi, nahitaji sharti moja tu likiwa ni sahihi, iweze kumfanyia kitu hichi. Ikitokea masharti yote sio sahihi, basi sifanyi. Lakini not operators ni muhimu kwa kuweza kukanusha condition fulani, mfano ikiwa haipo login, basi hawezi kulogin. So logical operators pia zina tabia tunasema ya short circuit na maanisha nini? Mfano kama and operators ikigundua condition ya kwanza ni false, haitaangalia ya pili kwa sababu tunajua and lazima ziwe zote ni true. Sasa imeanza tu condition ya kwanza, inakuta ni false, ah, hapo haina haja hata kuangalia ya pili, itaacha hapo hapo. Hata katika or pia ina sifa kama hiyo, ikigundua tu condition ya kwanza ni true, haina haja kuangalia ya pili kwa sababu or, oh, tunafahamu ikiwa ni true tu sehemu moja ama sharti moja, basi haijalishi sharti jingine, kama ni true ama false, itakuwa ni true tu jibu lake. Yeah, hiyo ndio tunaita kama ni short circuiting ambayo tutakuja kujifunza huko mbeleni. So sina la ziada leo katika video hii, natumai umeweza kujifunza mengi sana japo nimechukua muda wako mkubwa, lakini kuna vitu ambavyo umeweza kujifunza kuhusiana na logical operators kiundani. Kuna swali lolote, kuna maoni, unasema hujanielewa unaweza kuniambia katika sehemu ya comment. Hakikisha una like video hii na kushare na kwa marafiki ndugu katika groups mbalimbali waje nao wajifunze programming. Ni muhimu sana kwetu katika ulimwengu huu wa teknolojia tunaokwenda nao, kuweza basi kuwa na ujuzi wa programming, licha ya kuwa unajishughulisha na shughuli nyingine, lakini tayari una ujuzi huu, utakusaidia sana mbeleni. Asante sana, like video hii share na ingine, tukutane wakati mwingine tutakapokuja kujifunza aina nyingine ya operators ambao tunaiita kama ni Big Int.